Mtazamaji wa Faruku Online TV hapa ni kata ya Kisungule iliyopo tarafa Mikindani Halmashauri ya Manispaa Mtwara Mikindani, ambapo leo hii basi diwani wa kata hii Mheshimiwa Sharifa Saidi amefanya kikao chake cha kwanza kabisa cha WDC, ambao pia wamejadili masuala mbalimbali ya maendeleo ndani ya kata hiyo. Moja vitu ambavyo vimezungumzwa hapa ni swala zima la elimu, amewasitiza wazazi pia kujitoa kuhakikisha basi watoto wanaenda shule lakini pia wanawatolea chakula mashuleni ili waweze kuongeza ufaulu hasa kwenye madarasa ya mitihani. Sambamba na hilo pia, mheshimiwa Sharifa ameahidi kumshika mkono mama wa mtoto aitwaye Isaac ambaye pia na ulemavu kwa kumpa mtaji wa shilingi laki moja ili aweze kufanya biashara itakayomwezesha kuwa karibu na watoto wake. Tukasikiza kile ambacho kimeweza kuzungumzwa kwenye audio hiyo. Tusa ni swala la kufeli, usikute labda kuna changamoto nyingi upande wa wazazi wanachangia, lakini na upande wa walimu wanachangia. Kwa hiyo nilitarajia kabisa yeye kama mwenyekiti wa kamati ya shule angetueleza upande wa wazazi na yeye kama mzazi. Lakini pia angetueleza kwa uelewa wake yeye, kwa vile ndio mtu ambaye anadumu pale na walimu, angetueleza changamoto ndogondogo ambazo zinapatikana pale. Mimi kama mkazi wa Kisungule nakaa hapo chini. Kweli changamoto zipo upande wa walimu na upande wa wazazi, lakini shule ili ifanikiwa, tunatakiwa watu wote tuwe wamoja. Na unavyokuwa kiongozi, lazima uwe mvumilivu. Unapoambiwa jambo, ili kitaka mfike, lazima ulivumilie. Kama jambo lina ukweli, lipokee lakini pia tuliendelee kulifanyia kazi. Shule ina changamoto upande wa wazazi, wazazi wagumu kutoa michango Shule yoyote ili ifanikiwe mpate maendeleo mazuri na ufaulu uongezeke, lazima wazazi wajitoe. Na wazazi tumekwepa na tunazana, wazazi wa Mikindani hususan kwenye kata ya Kisungule wanazana ile ya elimu bure, watu bado zana hii wanayo vichwani mwao. Mtu ana ukimwambia swala la michango sio so, so msema elimu bure, wewe changia mtoto hapa chakula, elimu bure, sijui changia nini, elimu bure. Kwa sisi kama wanamtaa, lakini kama wanakata hii Mheshimiwa katibu na kuomba na wenye viti na wajumbe, tuwe walimu mitaani mwetu na tumewaiteni wajumbe, msijione nyie mko mbali. Mjumbe wa leo unaweza ukawa mwenyekiti kesho. Jukumu la mwenyekiti ndio jukumu lako mjumbe, jukumu la diwani jukumu lako mjumbe. <coughs> Lakini hawa wenzetu hawa wataalamu, ili na wao wafanikiwe, lazima sisi tuwatie nguvu na tuwatie moyo. Ndio maana nasema tuwe wasili, kama hapa tumekaa tunajadili lakini tukitoka hapo hususan, inawezekana changamoto nyingine zinazoelezeka hapa, mtu mwingine labda jirani yako, si tupo kwa ajili ya maendeleo ya kata? Kama tupo kwa ajili ya maendeleo ya kata tunayojadili, lazima awe vifuani mwetu ili tufanikiwe. Mimi kama mwenyekiti wa kamati ya maendeleo, mtamchangia yule mama, na ninyi mtakapo tutakaposema sasa, tuchange tumtafutie yule mama biashara, kwa sababu mwenyewe hawezi kubuni wala kuibua mradi wowote. Kwa hiyo kikao hiki tubulie mama yule mradi lakini pia kama tuna wafadhili tuna nani tumsaidie yule mama, na mimi nitatoa kiasi changu cha shilingi laki moja kwa ajili ya yule mama kwa ajili ya mradi wowote mradi wowote. Huyifanya mkazo sana shuleni kwa wazazi, pamoja hali ngumu najua, lakini ikitokea shughuli sisi tunachangishana sana wanawake tunafupana elfu ishirini mpaka hamsini mpaka laki, lakini kitokea mchango tu wa shuleni kwamba ndio labda shilingi 2000 na kuwa ngumu, kama alivyo sema mwenzangu pale, huruma sio malezi <laughs> kwa hiyo tulifanya mkazo, watoto wanafaulu, saa nyingine wanafeli kwa sababu tu ya mazingira waliokuwa na wazazi. Sikuzi wamama wa sio vibaya kwa ajili ya mali, lakini tuko bize sana na biashara, mtoto unamtupa tu na labda unaweza kumwachia baba, baba akaa na habari zake huko akashangaa shangaa na njaa akifika kula afanye vizuri kwa hili tu pande wake. Mwenyekiti wa Chama Cha Mapinduzi kata ya Kisungule, Mheshimiwa Muanya Hassani amewataka watumishi katika kata hiyo kuongeza kasi ya utendaji kazi kama inavyoelezwa vo, na ilani ya Chama Cha Mapinduzi huku akitoa wito kuhakikisha basi wanafanya kazi kwa ushirikiano mkubwa. Muanya Hassani baraka ukenda kwenye cheo changu ni mwenyekiti wa Chama Cha Mapinduzi kata ya Kisungule ndo msimamizi wa ilani ya Chama cha Mapinduzi katika kata hii, ila kwa sasa hivi tumempata diwani, ndo tumemsindikiza kwa ajili ya kusimamia hii ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa maelekezo ya chama, sio maelekezo Mwanya, kwa maelekezo ya chama. Kuhusu watendaji na wenye viti wa serikali ya mtaa, kasi ya kufanya kazi inahitajika iwe kubwa sana kwa sasa hivi kwa mujibu wa utekelezaji wa mama Samia, na mbunge wetu na waziri unapokuwa watendaji wana kasi kubwa ya kufanya kazi katika kata, pamoja na wenyeviti wa serikali ya mtaa na diwani wakishirikiana, kata yetu itakuwepo kwenye nafasi nzuri sana ya utekelezaji wa ilani ya chama cha mapinduzi. Tumeona katika wakati uliopita, sisi hatukuwa madarakani chama cha mapinduzi, kulikuwa na upinzani, kwa hiyo ufanyaji wa kazi ulikuwa sio mzuri, kwa sababu ilikuwa itekelezwa ilani ya chama cha mapinduzi sasa hivi tunatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa sababu tuna diwani na tuna mbunge. Kwa hiyo hatuna sababu ya sisi kushindwa kufanya vitu vinavyotakiwa katika kata yetu. Kwahiyo, watu wa kwanza wanakuwa wanatuangusha sisi, wengine hatupepesi pepesi macho. Watu wa kwanza wenye kutuangusha katika kutekeleza ilani ni watendaji, kwa sababu watendaji, nyinyi ndio wauzaji wa duka letu. Sisi tunaita nyinyi wauzaji wa duka letu kwa sababu mnatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo hata unapotaka kufika panapokuwa kwa mkutano, jijue kwa wewe unatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi ndio serikali iliyokuwa madarakani. Hata leo serikali ya Chama cha Mapinduzi akiwa haipo madarakani. Wewe wakikujua ni kada wa Chama cha Mapinduzi, huwezi kuwepo kwenye nafasi hiyo. Tayari kila mtu ana mtu wake. Kwa hiyo tunawaomba sana watendaji hii kazi tunayoifanya tufanye kwa kushirikiana na diwani na wenye viti wa serikali ya mtaa kwa sababu wanatokana na Chama cha Mapinduzi ili tuweze kuifanya kwa ufanisi. Kwanza watendaji natakiwa msibaki sana ofisini. Mimi yule dadangu toka amekuja namfuatilia sana. Mimi ninafanya kazi mjini, lakini nafuatilia yote yanayofanyika mjini huko. Sipatikani sana lakini yote nakuwa nayajua. Yule dada akisungule si anafanya sana kazi? Toka amekuja anafanya kazi vizuri sana, na hili nilikuwa nalisema hata nikija kwenye ODC kama hii. Tumefika tamati juu ya taarifa hiyo ya WDC kutokea hapa kata hii ya Kisungule iliyopo tarafa Mikindani halmashauri ya Manispaa Mtwara Mikindani. Mimi ni Faruku Ngonyani na hii ni Faruku Online TV. Bye bye.